Hivi umewahi kupata ushauri kutoka kwa ndugu au mtu unayeishi naye kwamba ukiziba jino dawa ikija kutoka jino hilo linauma sana? Bila shaka hicho kitu umewahi kukisikia na ndio maana watu wengi wanaamua kuweza kufanya matibabu ya kungoa meno pasipo kujua kuwa yana madhara kwa sababu waliwahi elekezwa kwamba wakiziba jino dawa inatoka na kuanza kusababisha maumivu makali. Sasa nataka nikupe shule kidogo hapa, tuweze kuelewana. Hebu Rejea picha hii hapa kwanza iangalia vizuri. Hii picha inaonyesha meno mawili ambayo yameshatoboka kabisa. Lakini kuna jino moja ukiliona ni kama la kawaida, lakini nalo limetoboka. Hilo hapo. Sasa, baada ya kulisafisha, nafikiri unaona hapa kwa ile jino namna ambavyo limetoboka. Sasa tunasafisha ili tuweze kuziba. Ukihamia upande wa pili kwenye jino moja lile ambalo limetoboka peke yake lile hapa, na nalionesha kwenye mshale, ile tumeshaliziba tayari. Hii dawa unayoiona ni dawa ya muda mrefu. Lakini ukiona kwenye picha chini hapa, ili jino hili lililozibwa na dawa nyeupe hili, haya meno yote mawili yamezibwa na dawa ya muda mfupi. Sasa dawa ya muda mfupi huwa inazibwa kwa jino ambalo limetoboka sana na tunataka liweze kupona kabla halijazibwa na dawa ile ya muda mrefu. Lakini pia dawa ya muda mrefu tunaiziba kwa jino ambalo tunaona hata tukiliziba moja kwa moja hali itaweza kuleta madhara kama yale uh, ya, ya maumivu. Kwa maana hiyo, tunapomziba mtu na dawa ya muda mfupi ambayo tunaita temporary filling nyeupe, hiyo dawa huwa inakaa kuanzia wiki sita mpaka wiki nane Baada ya hapo inatakiwa itolewe, ikisha kuwa imetolewa iweze kuzibwa na dawa ya muda mrefu. Sasa kwa sababu wengi huwa wanakuwa wameshapona, hapati tena maumivu anaona kwamba ah, sasa kwa sababu usipate maumivu usitaki tena kurudi kufanya matibabu ya aina, ya, ya, ya mara ya pili kuweza kumalizia kuziba jino hili ambalo daktari aliniambia nirejee. Sasa dawa ile inapokuwa imeisha muda na mtu hajarudi kwa daktari, ndipo pale ambapo jino huwa linaweza likaendelea kuoza tena na kusababisha maumivu mengine upya kama vile alivyokuwa anasikia mwanzo au zaidi ya pale. Hii ina maana kwamba pale mtu anapokuwa umeelekezwa kwamba tunakuziba dawa hii hapa, na urudi baada ya muda fulani. Hebu watu, tujitahidi kuweza kurudi kumalizia matibabu, kwa sababu huu unakuwa ni mwanzo wa matibabu. Matibabu bado yanakuwa yanaendelea, yani hayajakamilika. Sasa basi, hii tuweze kuelekezana vizuri kwamba uh, kuziba jino ile dawa haitoki ndani ya muda mfupi kama watu wanavyosema, na dawa hii ni kizibwa jino ni, ni, ni permanent filling na kaa moja kwa moja, kwa hiyo Ah, wanaohubiri kwamba ukiziba jino ndani ya ya miezi michache tu dawa itatoka, basi na hii nalo waweze kulifahamu kwamba sababu kubwa ni ile ambayo watu wanakuwa hawajarudi kuweza kumalizia matibabu. Naitwa Dr. Beni, na hii ni dental talk.